Kwa majina naitwa Petro Batista Mbugano, nipo kanda ya Dodoma. Nilifika katika kituo hicho cha Igunga mwezi wa tatu mwaka huu elfu mbili na ishirini na nne. Katika eneo lile nikuta mama bibi moja, ni bibi kipofu, ila ana bindi yake ambaye na sasa ni mzee. Kwa namna nyingine, wote ni wazee na katika eneo lile kwa kweli, yule bibi alikuwa peke yake, kwa sababu alikuwa hana namna ya kutembelewa na mtu yeyote kuelekea kanisani. Umri wake ni wa umri mkubwa na karibia kufikia miaka mia moja. Ile familia wana hali zao si nzuri. Hatua niliyofika pale nayo basi suruhisho taanza kuwapatia msaada wa chakula pia kwa sababu walikuwa hawana chakula, tukawapa msaada wa chakula. Na katika kuwapa msaada wa chakula, tukaendelea kuwajengea ukaribu kuwa na Mungu. Baadaye yule bibi e, ambaye ni mtoto wake alikuwa na mfanyabiashara wa pombe, akaja akakubali kujiunga na kanisa, akaachana na mapishi ya pombe, kupika pombe na biashara zozote zile ambazo sio nzuri. Sasa amekuwa muumini mzuri maana tarehe kumi na moja mwezi wa kumi na moja alibatizwa. Mpaka sasa katika kituo kile nimeacha watu idadi ya watu ishirini na nane waumini washirika wa, wa, wa waliobatizwa wako kumi, na waumini wapya darasa la ubatizo wapo kumi, watoto wako nane, wanaacha watu idadi ya waumini ishirini na nane wanaofanya ibada katika eneo, eneo lile. Kazi ya Mungu inaendelea kufunguka katika eneo lile la Igunga. Na nashukuru Mungu sana kwa ajili ya utumi ambao toka mwezi wa tatu hapo mpaka sasa pana idadi hiyo ambayo kwa kweli kwa neema ya Bwana mwakani nitarajia kuwa kanisa litengwe. Na imeacha kundi ambalo sasa linaendelea katika ibada ya kutukuza Mungu.